Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Bismillahi rahmani rahim. Kama nilivyosema, nitakuwa napochukua napokuwa nafanya mutwala, nikiona faida nzuri naileta mtandaoni ili kusudi baadhi ya watu pia wajifunze kupitia mimi, na ni watu wengi walikuwa hawajui Ustadhi Juma na Msoma ni mtu wa aina gani? Sasa na insha allah naendelea kuwa kuwaonyesha Ustadhi Juma na Msoma ni nani. Kitabu chetu ni kile, leo tuna kitabu chetu kile kinaitwa hashiatu alamati almustafa alarusi hashiatu alamati hashiatu alamati almustafa alarusi almusamma nataij alafkar alqudusiyya. Hiki kitabu kinaitwa nataij alafkar alqudusiyya, nataij alafkar. Ni kitabu kizuri sana, ni kitabu kizuri sana cha tasawuf cha watu wa sufia tasawuf. Sasa katika kutwali kwangu kuna hadith, kuna maneno nimeyapata Anasema kwamba haya maneno ambayo nimeyaona. Anasema wa sami'tuhu aidha yaqulu sami'tu Ali ibn Bandari Sufia wa fi nuskhatin as-sayrafi. Hapa ni Ali sami'tu Ali ibn Bandar as-Sufia Ali ibn Bandari Sufia wa fi nuskhatin

Kuacha kutenda amal. Amal ni kama ibada ya swala, funga, swala za sunna, yani amali yoyote itakayokuletea kheri, amali yoyote itakayokuletea thawabu, ukaacha kuitenda amali hiyo kwa ajili ya watu, hiyo ni ria. Maana yake ni nini? Katika sharh wanasema kwamba min haythu yatawaham minhum annahum yansibunahu bil amali ila riai kwa namna anavyowadhania wa, watu kwamba nikifanya wakiwa wananiona wataniona kama anafanya ria, waniache. Fayakrahu hadhihi nisba, akaichukia nisba hii akaichukia. Yani mtu anaacha kufanya amali kwa sababu watu, kwa, kwa, kwa sababu anadhania kwamba anawadhania watu kwamba watamchukulia kwamba huyu anafanya jambo hili kwa sababu ya ria, akaacha kutenda amali basi kwa sababu anachukia yeye kunasibishwa na upande wa ria, hii ni ria pia, si inafahamika vizuri. Taruku amali min ajli nas riaun min haithu yatawaham minhum annahum yansibunahu bilamal il, bilamal ila ria. Kwa sifa anawadhania ana watu kwamba nikifanya nikifanya amali hii au nikitoa sadaka katika hiki chuo cha Shamsu Maarif wajenge mabweni ya wanafunzi wajenge mabweni mahala ambako watoto wanalala, watoto wasilale wakanyeshewa na mvua, ninunue madawati Shamsul Maarif Tanga, ili watu wakae wasome madrasa, nifungue maktaba Shamsul Maarif, akaona nikiyafanya haya nitaonekana labda nafanya ria, ngoja niache. Kuacha pia ni ria, kwa sababu wao kwa kuogopea wasikunasibishe katika nini, katika riya, wayuhibbu dawama binadharihi lahu bilikhlas, na akapenda mtu huyu kudumu, kwamba kwa, kwa, kwa mtazamo wao wamnasibishe katika ikhlas. Ah, zaki, ikhlasi, huyu mtu amali zake uwani za ikhlasi tu bana, kwamba yeye apenda hivyo fayakunu muraiyan bitarkihi mahabbata lidawami nisbatihi fayakunu muraiyan bitarkihi mahabbata lidawami nisibati ila alikhlas la lali iriai, inakuwa ni mwenye kujionyesha kwa kuacha kwa kwa kwake kupenda kudumu kunasibishwa katika ikhlasi kupenda kudumishwa kwa ni, kunis, kunasibishwa katika ikhlasi pia unakuwa amefanya kwa ria, kwamba apenda tu anasibishwa kwamba mtu mambo yake ni ikhlasi tu, mambo yake ni ikhlasi tu. Hii pia ni ria kwa Kiswahili fasaha ukaacha kutenda amali zinazokuingizia thawabu zinazokuletea thawabu zinazokufanya kuwa ni mtu mwema mbele ya Allah subhanahu wa taala, kwa kuwahofia watu kwamba watasema kwamba huyu mtu anafanya mambo haya ni kwa ria, basi hiyo pia ni ria. Walamalu min ajli nnasi shirkun, na kutenda amali, kufanya matendo kwa ajili ya watu, hiyo pia ni shirki. Huku ni ria, hapa amesema ni shirki. Litarkihi, likaunihi ashraka fi amalihi ghairahu, kwa kuwako yeye amemshirikisha, katika ameshirikisha katika amali yake, katika matendo yake ameshindikisha, ameshirikisha mtu mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. wa qala al-Junaidu al-ikhlasu sirru bayna Allahi Ta'ala bayna baina al-abdi, ikhlasi ni siri iliyopo kati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mja. Mja wake. Hiyo ndio ikhlas. Ikhlas ni, ka, ni siri iliyopo kati ya Mwenyezi Mungu na mja wake, la yaalamuhu ma, malakun fayaktubahu, haijui siri hiyo malaika akaiandika, wala shaytanu fayafsidahu, wala shaytani akaijua siri hiyo akaiharibu ile amali yake. Wa hadhihi lhalatu innama yakhusu llahu biha khawasahu, na, na, na hali hii ni hali ambayo Mwenyezi Mungu anayehusu kwa waja wake maalum min al-awliyai alladhina insarafat ad-dunya an qulubihim, ambao dunia imeondoka katika nyoyo zao. Lidhalika qalu man lam yakun bainahu wa bain Allahi sirrun fa huwa musirru kama mara Allahu <laughs> Allahu Allahu rasulu alam. Kwa inshallah, hii ni faida ambayo nimeamua kuitoa leo katika watu ambao wanafanya amal watu ambao wanafanya ibada waipwekeshe ibada hiyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasimshirikishe mtu mwingine katika ibada hiyo, kwamba asifanye amali akashirikisha watu kwamba watu waone akitenda, au asifanye amali kwa, asiache kufanya amali kwa kuogopa watu. Ukiacha kufanya amali kwa sababu ya kuwaogopa watu, hiyo ni ria, na ukifanya iba, amali kwa sababu ya watu, hiyo ni shirki. Allahu wa warasuluhu alam wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Endelea kufuatilia chaneli hii ya YouTube, eh, Ostaz Juma TV, subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata faida. Chaneli hii itakuwa inawaletea mambo mbalimbali ya mbali, taaluma, ilmu. Hapa ndo mtaongelea ilmu na mtajua kweli Ostaz Juma na msoma amesoma. Pia tuna page zetu za Facebook, Ostaz Juma 1 Ostaz Juma na msoma. E, fuatilia utaona.